Kwengine kwa waombolezaji kutoka jamii mbalimbali walifariji familia ya hayati Raila Odinga nyumbani kwake katika shamba la Opoda Bondo, kaunti ya Siaya. Jamii hizo ambazo ziliongozwa na baraza la wazee na viongozi wa kisiasa zilisafirisha fahali na zawadi zingine moja kwa moja. Naam, zilifanya hivyo kama ishara ya heshima na shukurani kwa aliyekuwa Waziri mkuu Raila Odinga kama anavyoripoti Seth Olale. Gavana wa Trans Nzoia aliambatana na wazee kutoka jamii ya Wabukusu kumwomboleza aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga nyumbani kwake Opoda, Bondo, kaunti ya Siaya. kanaonyoleyo mzee Jomo Kenyatta kananyoleyo atshukuu ombeyefweniyo ifua lilio Kundi hilo lililopokelewa na nduguye marehemu Raila oburu Odinga liliwasilisha fahali kama ishara ya shukrani za kitamaduni kwa hayati Raila. Safari ya Raila hey! Jamii hiyo ya wabukusu vilevile vile iliwakilishwa na kinara wa chama cha DAPK Eugene Wamalwa, ambaye pia aliwasili kwa mbwembwe na kufikisha fahali wake nyumbani kwa mwenda zake Raila. Siku kama hii Raila alikuja mpaka kwetu kule Kitale, akaja na ndume akaja na e, viongozi wote wa Nyanza kuomboleza nasi. Ni tukio ambalo pia lilifuatwa na gavana wa Busia Paul Otuoma ambaye pia aliwasilisha fahali wanne kwa familia ya marehemu Raila Odinga. Kutoka kaunti ya Vihiga, seneta wa kaunti hiyo Godfrey Osotsi aliandamana na wazee kutoka kaunti hiyo kuipa familia ya Odinga pole kama ilivyo desturi ya jamii ya Waluya. <tune> Aidha, jamii ya Wakalenjin ikiwakilishwa na magavana Steven Sang wa Nandi, Benjamin Cheboi wa Baringo, na Wesley Rotich kutoka Elgeyo Marakwet ilisafirisha jumla ya ng'ombe dume 80 kuashiria miaka 80 hayati Raila Odinga aliishi. Waombolezaji zaidi wanatarajiwa kufika katika shamba la Opoda katika eneo la Bondo kufariji familia kwa ishara ya heshima kwa mwenda zake Raila Amolo Odinga. Seth Olale, runinga ya Citizen katika kaunti ya Kisumu.